Vita ya Ukraine na Urusi, Marekani amewaachia Ulaya wapambane na Urusi, na hii ni baada ya Marekani kuwa bize na Israel kwenye kupambana na Iran. Sasa tangia Marekani aiachie Ulaya ipambane na Urusi, ni kama Marekani aliambia Urusi, nimekuachia Ukraine nzima, imalizie. Watu wataniambia kwa nini unasema hivyo? Kwa sababu, kwanza mashambulizi yamekuwa ni makali, alafu Ukraine hawezi kujilinda. Kumbuka mfumo wa anga ambao Ukraine alikuwa anautumia, baadhi ya miundombinu wa Marekani walichukua wakapeleka kwa Israel kwenye ile vita ya Israel na Iran. Kwa hiyo Zelensky alibaki hana msaada wa aina yoyote, na Urusi alilijua hilo, kwa sababu wa Marekani hawakuficha wa hiyo kitu, waliweka wazi kwamba wamechukua baadhi ya miundombinu yao kutoka Ukraine wamepeleka Israel. Sasa kuna hii namba ya, ya, ya silaha ambazo Urusi amezitumia ndani ya wiki moja, imetolewa na rais wa nchi ya Ukraine, yaani Volodymyr Zelensky. Hii namba inatisha na Zelensky amebidi aitoe hii namba ili kuambia watu wa Ulaya, msiponisaidia haraka huyu bwana atanimaliza. Zelensky anadai ndani ya wiki moja Warusi walitumia makombora mia moja kumi na nne, drone elfu moja mia mbili sabini, mabomu aina ya glide au glide bombs elfu moja na mia moja. Kiasi hichi cha silaha kilitumika ndani ya wiki moja, na kuonyesha kwamba Zelenski alipagawa, ilibidi aanze kujaribu hata kutumia hizi ndege ambazo alipewa na wa Marekani F16, nayo ikatafunwa mojawapo. Kumbuka mpaka sasa hivi, kwa maelezo ya wa Ukraine, wameshapoteza ndege tatu za F16 kutoka Marekani, zimetafunwa na Waurusi. Mpaka Zelenski anakuja mbele ya media na kutoa hizi namba ni kuwapa tahadhari wale wanaomsaidia. Ndugu zangu, ni mkizidi kujishauri shauri, huyu bwana ataichukua nchi nzima. Kumbuka kwenye video zangu zilizopita, niliwaambia kamanda mkuu wa vita ambaye ni Gerasmo, jukumu lake ni kila wiki ni lazima aonyeshe kipande cha nchi ya Ukraine alichokichukua. Kwa hiyo warusi hawapigani kwa vita, warusi wanapigana kwa malengo, kwamba kila wiki ni lazima wachukue kiasi cha shamba na ripoti ya kiasi cha shamba ambacho Gerazma wanakichukua ndani ya Ukraine ni lazima akitangaze kila wiki, ili hata raia wa Urusi wajue vita ndani ya Ukraine inaendeleaje. Kwa upande wao, Zelensky alitoa ushauri fulani hivi kwa watu wa Ulaya kwamba, kwa sababu air defense za wamarekani sasa hivi hawanipi, basi watuuzie. Yaani wa Ukraine wanataka kwenda kununua air defense kutoka Marekani utawalauni wa Donald Trump cha Trump chabure Trump aliapa American first, na <laughs> ndicho anachokipigania. Kumbuka sifa ya Trump kisiasa inayumba ndani ya nchi yake. Kwa hiyo, kwahiyo hivi na nazn, ni kama anamdanganya kama mtoto mdogo, yaani kama anavyomwambia mtoto mdogo, nitakuletea peremende ndicho anachofanywa na kwa sasa. Sasa kuna kitu kingine ambacho wa Ukraine walikidai na ni ajabu sana, wanasema hivi, baadhi ya silaha nyingi za warusi hivi ni hybrid weapons, chotara, yaani warusi wamezifanyia modification. Walikuwa wanazungumzia kama hizi eskanda. Wa Ukraini wanadai kwamba eskanda ya sasa wanashindwa kuitungua kwa sababu ni waru, warusi wameimodify, wameirekebisha. Ni kitu cha ajabu sana lakini kwa watu wanaolijua taifa la Urusi, kutengeneza silaha mpya wakati nchi ikiwa katika vita hawajaanza jana wala juzi. Kumbuka warusi ni kizazi cha vita, kila mtu anajua kwa hiyo Warusi kumodify silaha ambayo tayari adui ameshaijua ni wepesi sana, na hii ndio ile inayonifanya niwe nawasifia Warusi kwamba ni kizazi kilichojengwa kikiwa kinawajua adui zake, na hii pia ndio imefanya hata Irani kushinda. Unavyolelea kizazi chako katika muktadha wa, wa kujua adui wake mkubwa ni yupi inakusaidia kizazi chako kuendelea kuishi katika uso wa dunia, lakini ukilelea kizazi chako katika mrengo wa adui yako siku zote watoto wako watokao wanawaza wawe kama ma... kama watoto wa adui yako, mwisho wa siku unapoteza kizazi. Kuna kitu cha kujifunza sana kwa Iran na Urusi, sisi kama Watanzania, ni namna gani wanalelea vizazi vyao. Waisraeli kila siku wanajisifia kuwaua makamanda wa makamanda na wanasayansi wa Iran. Je, Iran imedondoka? Kwa nini Iran haijadondoka? Kwa sababu kila mtoto wa Kiiran ni mwanasayansi, ni mwanajeshi. Hivyo hivyo kwa Urusi kila mtoto wa Kirusha ni mwanasayansi wa silaha kulipigania taifa lao ambalo limebarikiwa rasilimali. Urusi imebarikiwa rasilimali, haihitaji kwenda kutafuta, kutafuta chakula. Ina chakula tayari. Kazi ni kupambana kukilinda chakula chao. Hivyo hivyo kwa Iran, chakula wanacho, hawahitaji kwenda sijui Marekani kutafuta chakula, sijui Uingereza kutafuta chakula. Chakula wanacho, kazi yao ni kupigana kulinda chakula chao. Hii this method tunatakiwa tuichukue hata sisi wa Tanzania kwamba wa Tanzania chakula tunacho. Ila kwa sababu akili zetu zimeshatengenezwa tuwe tunawaza Marekani, Uingereza. Sasa the more unavowaza Marekani na Uingereza ni the more sasa unawaruhusu wale waji wachukue chakula chako wakipeleke kwao. Alafu wewe unaenda kuomba kwa chakula kwao. So there is a big lesson from Russian people and the Iranian people kwetu sisi wa Tanzania. Kwa hiyo bwana Zelensky anaharibiwa katika level ambayo inatia huruma na Donald Trump yuko kimya, hana habari. Nikupe breaking news moja hapo ya ajabu kabisa ambayo Donald Trump ameifanya. Hungary alikuwa amewekewa vikwazo na serikali ya Joe Biden kutengeneza kinu chake cha nyuklia kwa ajili ya umeme wa watoto wake. Kumbuka, Hungary ni kirusi kibaya sana kwenye kwenye European Union, yaani umoja wa Ulaya, hauwezi kufanya maamuzi mabaya dhidi ya Urusi kwa sababu Hungary wana anapinga. Kwa nini? Kwa sababu Hungary ana faida na Urusi. Hungary ananyonya gesi ya Urusi mpaka sasa. Kwa hiyo Donald Trump ametoa kiichwe kikwazo cha Hungary kujenga kinu chao cha nyuklia na kuiruhusu Hungary sasa iendelee na mchakato wake wa kujenga kinu chake cha yes, nyuklia. Je, unamjua mhandisi mkuu wa hicho kinu cha nyuklia ni Rosatom Warusi? Manake kwa, kwa, mana, kwa, kwa maneno mengine huu mkataba wa Hungary kujenga kinu chake cha nyuklia ambayo Marekani tayari imemruhusu unakwenda kumfaidisha na Urusi tena. Kwa hiyo Trump anapambana ku normalize, anatumia wa, wa, wa, western anatumia neno normalize, kurekebisha mahusiano yake na Urusi ili maisha ya watoto wake yaende, kwa sababu the more utaendelea kuikataa Urusi the more unaendelea kuumia. Trump ameshalijua hilo. Kwa hiyo vita ya Ukraini na Urusi Trump amewaachia watu wa Ulaya. Sasa kama Trump amewaachia watu wa Ulaya, na Ulaya yenyewe wenyewe hawajiwezi, si kama vile tu. Ukraine tayari imeshaachiwa Urusi. Kwa hiyo kadri Zelensky anavyozidi kuwa kichwa ngumu kukubaliana na masharti ya Urusi, ndivyo nchi yake inavyozidi kuharibiwa. Kumbuka mie, wiki kama tatu nyuma, Trump alikuwa anasumbuliwa na waandishi wa habari ni namna gani ya kuisaidia amani ya Ukraine na Urusi, akasema saa nyingine vijana wakiwa wanapigana inabidi uwaache wapigane kwanza, ndio waamue. Unaona. Yaani Trump ilibidi atoe ushauri wa kisela yaani, kwa sababu ni ushauri wa kihuni kwamba umekuta watu wanapigana badala ya kuwaamua Uina, inabidi uache kwanza wa, ujue mkubwa ni nani. Kwa hiyo hilo jibu la Trump lilikuwa ni jibu la kihuni, na Trump anajua wazi kabisa mwenye nguvu ni nani, so kama Trump ajui. Kwa hiyo vita inavyoendelea sasa hivi Ukraine anaumia sana, na akili ya Zelensky ni kwamba Ulaya wana uwezo wa kumsaidia yaani, ukitoa Marekani, Ulaya wakiachwa na Urusi, Ulaya ambao wako sijui zaidi ya milioni sijui mia nne plus wakati warusi wako milioni mia hamsini warusi wanaimaliza ulaya kuna mtu atakataa ulaya ni disorganized ulaya hawana jeshi ambalo ni single unity force yani jeshi moja lenye command language moja, lenye yani hawana kitu ulaya bila marekani ni, ni ni zero yani sasa sawa umekutana na fisi mia moja huko porini fisi mia moja na simba mmoja bado fisi hawana ushirikiano Kyivu. Ila simba mmoja anadili ana na wewe na anakumaliza vizuri. Kwa hiyo vita ya Ukraine, Ukraine uko hali mbaya sana, na Ukraine anatiwa kiburi na watu wa Ulaya. Sio akili ya Zelensky kuendeleza ugomvi. Trump, kuanzia day one, aliwaambia wa, watu kwamba angeimaliza hii vita kwa simu yake moja tu, na alikuwa anajua kabisa yeye akishindana na Putin, basi atamnyima huyu mtoto silaha. Sasa kadri anavyomnyima mtoto silaha, Ulaya wanazidi kumjaza kichwa huyu mtoto Kumka chini kwa chini, kuna maandalizi ya mazungumzo yanaendelea, lakini katika uwanja wa vita Ukraine anazidi kuharibiwa katika level hatari sana. Kwa hiyo kinachoendelea ni kwamba Warusi wanazidi kumodify silaha zao ili kuendelea kupenya defense yoyote ile ambayo Zelensky anapewa. Pia Zelensky hana defense ya kutosha. Sasa hivi wanajichanga na Ulaya wakanunue defense kutoka Marekani, Urusi anazidi kujitanulia ukubwa wa shamba ndani ya Ukraine hicho ndicho kinachoendelea. Kwa sisi wa Tanzania cha kujifunza, tutengeneze kizazi chetu kijue namna ya kulinda rasilimali zetu kwa faida ya vizazi vyetu vijavyo. Njia nzuri ni ipi? Tengeneza watoto wako wajue thamani ya ardhi yao, sio unakuwa na mfumo wa elimu watoto wanaweza kwenda Marekani tu kujifunza ushoga. Tuelimike tusio wasomi.